Sasa, hayo ndio maudhui makubwa kuwakusanya kuwaunganisha na kuelimisha, na yanapofanyika na hayo tunataraji kwamba mwisho wake ni ushiriki wa vijana wa Kizanzibari katika kuleta mageuzi tukijaliwa mwezi Oktoba mwaka huu 2020. Chama chetu kimeadhimia na kimezamiria kushiriki katika uchaguzi, na tunaushiriki katika uchaguzi kwa sababu tuna hakika tutashinda, kama tulivyokuwa tunashinda. Na tutakaposhinda tukijaliwa mwaka 2025 hakuna la kutuzuia. Sasa ili hilo liwe, tunahitaji ushiriki na nguvu ya vijana katika kuleta mageuzi Oktoba tukijaliwa tunahitaji ushiriki wenu katika kushiriki shughuli za chama, tunahitaji ushiriki wenu katika kutekeleza kazi za chama na tunahitaji ushiriki wenu katika kutekeleza maagizo ya chama yanayotolewa mara kwa mara. Tunahitaji ushiriki wenu katika kuiondosha CCM Oktoba mwaka elfu, eh, Oktoba mwaka huu tukijaliwa. Tunahitaji ushiriki wenu vijana wa Kizanzibari 2025 CCM wakataka wasitake wanakwenda kuondoa.